Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mamlaka aliyonayo chini ya ibara ya 66 kifungu kidogo cha kwanza e ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 1977, amefanya uteuzi na amewateua wafuatao kuwa wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Rais Samia amemteua Dr. Dorothy Onesforo Gojima. Rais Samia pia amemteua balozi Mahmoud Thabiti Kombo ameteuliwa pia balozi Dr Bashiru Ali Kakurwa, bwana Abdala Ali Mwinyi, balozi Hamisi Musa Omari na Dr Limo Simeon Nyasao. Wameteuliwa hii leo na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi balozi Dr Moses M Kusiluka siku ya leo Novemba 10, 2025.